Moja ya sifa za kawaida kabisa za Mungu zinazomtofautisha yeye na miungu mingine yote ni uwezo wa kuzungumza, uwezo wa kusikia na uwezo wa kutenda pia. Sasa angalia hapa, kwa sababu Mungu wetu anao uwezo wa kusema, tafsiri yake ni kwamba anadai kusikiwa zaidi. Kama asingekuwa na haja ya kusikiwa, asingekuwa anasema. Lakini na jambo la pili, kama anao uwezo wa kusikia tafsiri yake ni kwamba anadimanda ama anahitaji kuambiwa zaidi. Kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, maandiko yanaonesha shauku ya Mungu kutaka kusikilizwa ama kusikiwa. Shauku hii inaweka ulazima kwa mwamini kumsikia. Kwa hiyo tuseme hivi, mwamini analazimika kumsikia Mungu, anapaswa kumsikia Mungu, ni lazima amsikie Mungu. Jambo la pili, mwamini ana haki ya kumsikia Mungu. Kila mwamini ana haki ya kumsikia Mungu. Jambo la tatu, mwamini anapaswa kuwa na uhakika na sauti ya Mungu. Hili ndilo jambo la msingi zaidi. Sikusema tu tunajifunza kuisikia sauti ya Mungu, nimesema tunajifunza kuipambanua sauti ya Mungu, kwa sababu haihitaji tu kusikia, inahitaji kujua kwamba anayezungumza hapa ni Mungu na ninapaswa kuwa na uhakika kwamba anayezungumza ni nani. Ni yeye. Sio mawazo, sio akili, sio msukumo wote. Ni yeye ndiye anayezungumza. Ukweli wa msingi ni kwamba uhakika wa mwamini kwa sauti ya Mungu una uwezo wa kuiathiri imani yako.